Bila shaka anaye kudai ndiye unaye mdai, yule mwenye deni na wewe ndiye aliye na deni lako. Yule ambaye anakudai ndiye ambaye unamdai akulipe, kwa kuwa ukiwa unadaiwa wewe ndiye uliye deni. Ukiwa unadaiwa, wewe ndiye uliye deni, na yule ambaye anakudai, yeye ndiye malipo ya deni hilo, yeye ndiye malipo ya deni hilo. Ndiyo maana nakwambia.